Walikuwa wanachimba cho choo ambayo tulitarajia labda saidia watu wa Bushiri, lakini kwa bahati mbaya wamefariki. Kosa kujali inaendelea, hata ile material ilikuwa imetengewa hapo sio sawa. Kwa hivyo corruption ndio inaongeza hizi tabu. Nilikuwa niko hapa kazi nafanya hapa saluni, tukasikia nduru kutoka nje, tukapata watu wanakimbia, kumbe ndugu zangu ati wameingia ndani ya choo kuchimba mchanga, imewafunika. Leo tumepata mkasa wa vijana wetu ambao walikuwa wanafanya kazi ya mkono katika kuchimba choo ambayo tulikuwa tunajengewa na county government ya Kakamega. Kwa bahati mbaya mchanga uliporomoka na watu vijana wetu wawili wakaaga. Tumeweza kunusuru mmoja ambaye alitoka akiwa hai, tunashukuru Mungu choo tunaashiria kwamba ni mchanga ambao uliporomoka kwa sababu mahali hapo tumekuwa wakitupa taka na hapo mwanzo kulikuwa na slota, so kuna uwezekano kwamba mchanga ulikuwa mdhaifu. Tumejaribu kadri ya uwezo wetu, e, wananchi wamejitolea kwa wingi na kwa roho safi, na pia timu ya kaunti ya emergency kutoka Kakamega, tumesaidiana na tunataka kushukuru jamii kwa ujumla kwa sababu vijana wamejitoa kwa hali na mali, na tumeshirikiana nao kuweza kuokoa mili ya wale ambao walikuwa wameaga. Mvua imechangia kwa sababu mawasiliano kwa simu na pia uh, undo msingi hazikuwa sawa, kwa hivyo ikafanya kidogo tumechelewa kuweza kufanya yale ambayo yalitakikana but kadri ya uwezo wetu tumejaribu yale tumeweza. Tunashukuru Mungu kwa yule ambaye alitoka akiwa hai, na tunasema pole kwa wale ambao wameaga.